Watu, Ivan yuko hapa na leo ni siku maalum. Je, uko tayari? Ndiyo, umekisia kwa usahihi. Je, uko tayari kujua ni nini? Na ninatumaini bado nitakuwa nao kesho. Watu, nimekuja nikiwa tayari, na hiyo ni sehemu ndogo tu ya kile nilichoandaa kwa leo. Kwa hivyo angalia video hii hadi mwisho. Karibu, nimesahau, usisahau kujiandikisha. Okay, kibwengo cha kwanza, angalia nilichokuja nacho. Nitajificha ndani ya kabati na kungoja mtu afungue. Watu, nitapiga video pia ndani ya kabati. Mungu wangu, yuko hapa ndio. Halo oh, sasa hivi nini? Oh, sawa Hap Anna, Amy andoka. Ndio, na tunapaswa kufanya nini hasa? Come on, man. Watu, hii haifanyi kazi, kwa hivyo nitatumia chambo dola mia moja, unapiga video humu ndani. So uh, hizo ni dola mia moja. Huenda kukawa na zaidi huko ndani. Shanga. Umedanganywa, umedanganywa kwangu? Kwa siku njema ya vituko nitakuja kulipiza kisasi kwako Ivan. Mwanzo mzuri, watu, lakini bado nina vituko vingi zaidi. Na kwa njia, ikiwa video hii itapata likes elfu tano hakika, tutapiga sehemu ya pili. Kwa hivyo sasa hivi nenda chini ya video na bonyeza like. Okay, let's go. Angalia tu zawadi ambayo nimeandaa kwa Maria. Inaonekana kubwa na nzuri. Natumaini atafungua. Oops, ni tupu kwa sababu zawadi itakuwa mimi nikiwa nimekaa humo na honi ya sauti kubwa sana. Nashangaa ni nani anaweza kuwa muda huu wa siku. Wow. Mtu amepata zawadi na ni yangu kutoka kwa wasajili. Inashangaza, ee Mungu wangu. wow. nina hamu sana. Mshtuko! Ivan, kwa nini umenishtua namna hiyo kweli? Najua wewe ni dada yangu na najua unapenda mshangao kweli. Basi nina mshangao kwako. Mshangao ni nini? What a twist. Unastahili hiyo. Kweli, nadhani ninastahili hiyo okay, ah. Ah, nimesahau maziwa tena. Sasa ni wakati wa kutenda. Nzito sana, angalia sumaku hii kubwa, nzito sana. Tumemaliza sasa, tunajificha na kutazama. Hii itakuwa raha. Hatimaye, nimeleta maziwa yangu ili kuwa na kifungua kinywa kamilifu. Kina nini? Hilo halikutarajiwa. Nini? Ha? Sweezy. Sumaku, nani alifanya hivyo? Chakula chima, Mike. Kwa hivyo ulifanya hivi? Ndio, usikasirike, rafiki yangu, ni kituko tu. Hiyo ndio unayopata. Unafanya nini? Hiyo ndio unayopata kwa kuharibu kifungua kinywa changu. <coughs> Ah, sasa fulana yangu yote imeharibika. Kweli, nitaenda kuoga na kuendelea kufurahia. <coughs> imekuisha lakini kuna kitu kimoja cha mwisho cha kufanya. Angalia, ni chura! Usijali, Ivan, na kituko tu. Bahati njima. Mike, umetangaza vita vya mizaha, lakini usijali, bado nina mizaha mingi ninayoweza kufanya, lakini kwanza, lazima nikauke nywele zangu Mike. Okay, let's go. Hizi vitu nzuri nilizoagiza. Kwa hivyo angalia jinsi zinavyofanya kazi. Unachukua moja halafu unafanya hivi utupie chini na inafanya mlipuko mkubwa. Kwa hivyo nitamrudisha Ivan. Nitakachofanya ni kuweka nyingi chini ya zulia hilo, na kisha atakapotoka nyumbani zitafanya mlipuko mkubwa. Unaenda wapi nietu? Oh sawa. Kwa ufasaha mkubwa, nimeandaa mzaha mwingine mzuri kwa marafiki zangu. Sawa, nimefurahi sana. Ah, ah, ah, ah. Out the side. Nimekupata Ivan. Umenipata vizuri safari hii, lakini nitakupata tena, utajuta hili ndio hakika. Okay, let's go. Anasumbua sana na mizaha yake, ameamua kutangaza vita dhidi yetu. Nina njaa, labda tunapaswa kuagiza piza. Ndio, ni wazo zuri, tunaweza kuagiza piza na jambo moja la mwisho. Here we go. It's me, Mario. Yo, hujambo, hii ni pizza yako, dola mia moja, mia moja. Natumaini pizza nzuri. Nio, ndio, ndio, furahia. Nina njaa sana, ninakufa njaa. Pizza iko wapi? Pizza iko wapi? Appetite. Hakuna pizza, hakuna pizza, samahani wapotezaji. Bon appetit wapotezaji, lazama inii Ivan tena anatufanyia mizaha na amechukua pesa. Asante kwa pesa, wapotezaji. Kweli tutakuwa na njaa leo kwa sababu ilikuwa ni Ivan. Kwa kweli wazo langu la mzaha ujao litakuwa hapa. Hapa kuna wazo la mzaha. Tutakuwa na bwawa hili, nitaweka maji ndani kisha tutalifunika na blanketi na sofa iko tayari. Natumai Ivan atadanganyika. Ndoo ya kwanza na ndoo ya mwisho kabisa. Kwa hivyo hapa kuna blanketi watu andikeni kwenye maoni hapa chini ikiwa kitu hiki kinaonekana kama sofa na sasa tunaweka mito hiyo na kukaa nyuma kupumzika na kusubiri Ivan adanganyike na mzaha huu Hey Mike hiyo ni sofa mpya nzuri Ivan yuko wapi? Ivan yuko wapi? Mike umefanya hivyo Hapana esa nini? Ivan nimechoka na mizaha yako Ndio ilikuwa kwa Ivan lakini Stanley aliingia kwenye mtego wangu. Hata hivyo, ilikuwa ya kuchekesha, ilikuwa ya kufurahisha. Oh, Ivan, Ivan, juu hapa Stan. Kwa nini unapiga kelele? Kweli nimechoka na mizaha yako Ivan. Kwa nini ulinigandishia simu yangu na yale maputo? Hapana, simu yangu! Hapana. Nafanya mzaha tu, ni kava ya simu tu. Kweli? Ndio. Nadhani unajiuliza simu yako iko wapi hasa, ingawa. Ndio, iko chumbani kwangu, sivyo? Hapana, iko chini ya bwao. Nini? Wapi? Nafanya mzaha tu. Simu yangu nipe. Sitakupa tena, hukuwa umenipa Okay, mwanzoni nilichukia siku ya mizaha, lakini sasa nadhani naipenda zaidi kuliko siku yangu ya kuzaliwa. Hapa nina mende bandia na hapa nina nafaka za Ivan anazopenda, ninataka kuziweka humo. Sasa Ivan atakapokwenda kuchukua bakuli la nafaka, atapiga kelele kama msichana mdogo. <laughs> na sasa ninahitaji kuficha bakuli hili. Ninakufa njaa sasa hivi, sikuwa na kifungua kinywa, sikuwa na pizza, yote ni kwa sababu ya mizaa hiyo. Hatimaye naweza kula nafaka zangu kimya. Kila kitu kimekamilika, miguu imegundishwa, inaonekana halisi sana. Sasa tuondoke hapa kabla mtu yeyote kuona. oh, sasa ni wakati wa mzaha wangu maalum. Kwa hivyo nitaivaa hii. Je, unapenda mwonekano wangu mpya? Natumai wavulana watauthamini. Nadhani Stanley na Maria wataupenda keki huu. Mapishi ni rahisi, ni puto tu na cream iliyochapwa. Jamani, kila mtu njoni hapa, nina kitu kwa ajili yenu. Nilianza utani wote na nahisi vibaya, kwa hivyo niliandaa keki kwa ajili yenu. Ivan, hiyo ni upole mkubwa sana kutoka kwako. Ndiyo, jihudumieni. Inaonekana ni tamu. Najua, sivyo? Jamani, asante kwa kutazama video hii. Jisajili, bonyeza kupenda na andika maoni. Kwa heri. Uh, uh! Tena, Naam, nadhani mzaha ulifeli kwa sababu nadhani ulipaswa kutupata sisi, kwa hivyo tutakuwa na njaa siku nzima.